Maji wa matimedia 2025 karibu katika kipindi cha michezo, kipindi ambacho kinakuwa kinagusia zaidi e, mchezo wa kikapu kitaalamu unaitwa basketball, ndani ya kipindi ambacho utakuwa unapata taarifa mbalimbali e, kanuni za mchezo husika, lakini pia e, wachezaji ambao wanapaswa e, kuwepo ndani ya pichi, lakini ndani ya kipindi utakuwa na amiagano mligo. Lakini sipo peke yangu, e, nipo na mtaalamu hapa ambaye ataenda kujitambulisha anaitwa nani, na katika mchezo ataenda pia kutupatia moja ya vitu ambavyo vinahusishwa ndani ya mchezo wa basketball. habari yako? Salama, salama. Eh, kwa majina nakutambulisha ili eh, mtazamaji afahamu kabisa naitwa nani. Okay, kwa majina naitwa Peter Filbert Ndamba. Mimi ni mchezaji wa basketball katika chuo kikuu cha Iringa na pia ni captain msaidizi au naoza msaidizi na, na. Eh, nadhani baadhi ya wa timu la katika chuo kikuu cha Iringa. Iringa nadhani baadhi ya watu wengi hawafahamu mchezo unaitwaje kitaalamu lakini wamekuwa kibezi katika mchezo wa football, kwa hiyo tumeleta imada mezani ili wa, waweze kufahamu vizuri mchezo na pia wavutiwe nao kutazama zaidi. Kwa mchezo eh, kitaalamu kwa yule ambaye afahamu basketball mchezo upi? Okay. Basketball, ni mchezo basketball kama ilivyotambulika ni mchezo wa mpira wa wavu au mpira wa nyavu kwa Kiswahili kasema hivyo, au mpira wa kikapu na kwa kifupi basketball. Yaani kwa ujumla ni huu ni mchezo ambao umetokea katika nchi ya Marekani, yaani, basically ni kule foundation yake, like, imeanzia kule kwa hiyo yeah. Sisi tumeadapti kutoka huko pia, so basketball ni mchezo wa akili, nguvu na maarifa. Kwa mchezo, mchezaji yoyote wa basketball, tuna expect awe ana nguvu, awe na akili timamu na pia awe na maarifa ya mchezo wenyewe. Uh, nadhani kuna msikilizaji amba, eh, mtazamaji ambaye kidogo amepata experience eh, kutokana na maelezo ambayo umetupatia yeah. Na ndani ya pitch tunasema ndani ya uwanja yeah, ni wachezaji wangapi ambao wanahitajika katika mchezo husika? Okay, sawa, kwa official mchezo wa basketball unahusisha wachezaji watano kwa kila timu yani kwamba the other side wachezaji watano na wako wachezaji watano, kwa hiyo jumla uwanjani na kuwa wachezaji kumi na pia kukiwa kuna saba. Shukran, shukran. Oh, asante. Umetoka kumsikiliza Captain ambavyo ametujuza n ametupatia maelezo mafupi ya mchezo wa basketi, na hivi ndivyo ambavyo tukao tunakupatia taarifa mbalimbali. Usitoke kutufuatilia katika chaneli yetu ya CJ Multimedia, ambayo pia utapata updates mbalimbali mbali za mchezo wa basketball.